Mungu, asante, ninakushukuru kwa na nguvu za Bwana Yesu, jina lako Baba litukuzwe, jina lako Bwana liinuliwe. Mungu, tunaomba Roho Mtakatifu Bwana akatujalie Bwana sawa sawa na mapenzi yako Bwana, katika jina kula Yesu asifiwe. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anatarajia aone kiwango cha imani yako Imani yako iko wapi leo? Tunaenda kuangalia somo letu rasmi kwa ajili ya mwezi wa raha. Kuna raha ya Mungu na kuna raha ya Shetani, lakini tunaposema moyo wa shukrani huleta raha ya Mungu, moyo wa manunguniko hauwezi ukapata raha. Lakini unaposimama katika moyo wa kushukuru, kuna mambo mengi ambayo yanatendeka, kuna mambo mengi ambayo yanafanyika, lakini inatupaswa tumshukuru Mungu tu. Ni swala moja tu, shukrani haiwezi kutoka kwa mtu ambaye akiwa hana imani, lakini mtu mwenye imani ima lazima akamshukuru Mungu kwenye kila kitu. Kuna mambo mengi ambayo yanafanyika pasipo kujua, au kuna watu wamekuumiza, lakini moyo wa shukrani huleta raha ya Mungu wako, lakini pasipo laha hawezi amini. Tu leo moyo wa shukrani lazima utapata raha ya Mungu. Raha ya Mungu ni nini? Ni kuliishi neno katika kweli ya Kristo, ni kuliishi neno katika kweli ya Kristo. Unapomwamini Bwana Yesu katika maisha yako, amini tu ya kuwa Yesu anakuhudumia. Moyo wa shukrani ni mtu ambaye angalii mazingira, hatazami hali yoyote, bali moyo wake ameliweka neno la Mungu ndani ya nafsi yake Anajua, anajua kila kinachotokea ni mapenzi ya Mungu mahali ulipo. Moyo wa shukrani ndio utakaoleta furaha, lakini unapokoswa moyo wa shukrani katika, katika maisha yako amini, kuna changamoto changamoto, mstari wa kumi na nne. Wakolosai tatu mstari wa kumi na nne, neno la Mungu linasema. Ndiyo. Zaidi ya hayo yote, jivikeni upendo. Zaidi ya hayo yote, jivikeni upendo. Ndiyo kifungo cha ukamilifu. Ndicho kifungo cha ukamilifu. Kumi na tano inasema. Ehe. Na amani ya Kristo, iamue mioyoni mwenu. Na amani ya Kristo, iamue mioyoni mwenu. Ndiyo mlioitiwa katika mwili mmoja, ndiyo mlioitiwa katika mwili mmoja tena, tena, iweni watu wa shukurani, iweni watu wa shukurani. kumi na sita inasema uh-huh. Neno la Kristo nalikae kwa wingi ndani yenu, neno la Kristo nalikae kwa wingi ndani yenu, katika hekima yote, katika hekima yote, mkifundishana na kuonyana kwa zaburi. N mkifundishana na kuonyana kwa zaburi, na nyimbo za tenzi, na nyimbo za tenzi na nyimbo za tenzi za rohoni, na nyimbo za tenzi za rohoni, huku mkimwimbia Mungu, Mungu kwa neema, kwa neema mioyoni mwenu. Huku mkimwimbia Mungu kwa neema ya mioyoni mwenu. Neno la Mungu linapojaa ndani yako kwa wingi, ndipo unapokuwa mtu wa shukrani. Lakini neno la lakini Mungu lisipokuwa ndani yako, maana yake hauwezi kuwa wa shukrani. Ndio maana tunaposema mwezi wa raha, raha haitokani tu la inatoka Neno la Mungu limejaa ndani mwangu, limejaa ndani mwangu. Bwana Yesu asifiwe. Mahali ulipo. Mahali ulipo. Kuna mambo ambayo yametokea kwenye maisha yako. Kuna mambo ambayo yametendeka kwenye maisha yako, kwa kujua au kwa kutokujua, amini tu, wewe kama uko kwa Mungu mshukuru. nafasi yoyote, yeye kila jambo anamshukuru. Shukrani inaweza ikaonekana ni kama mtu mjinga, shukrani inaweza ikaonekana ni kama mtu ambaye elewa, lakini neno la Mungu linapojawa ndani mwako, ndipo utakapokuwa mapenzi ya mwili yatakufa, bali yatajaa ndani mwako mapenzi ya neno la Mungu. Ni nini kinachojaa? kinachojaa ndani mwako ndicho kinachosababisha weze kusema uweze kutamka kama ndani mwako umejaa maneno ya hila, manayake utakuwa na ujasiri wa kusema maneno ya hila. Lakini neno la Mungu linapojawa ndani yako yake, kila utakachosema ni neno la Mungu. Ndipo tunaposema moyo wa shukrani, moyo wa shukrani uleta furaha. Mungu kila jambo lolote unapolionanapotokee amini tu ya kuwa ni Yesu ameruhusu. Jambo lako ni moja. Ni kumshukuru Mungu. Unapomshukuru Mungu, maanake haiwezi kutoka shukrani kama kwa mtu ambaye akiwa hana imani. Shukrani inazazishwa na mtu mwenye imani. Lakini kama hakuna imani, mtu hawezi kuwa na shukrani. Mahali ulipo, jifunze kuishi maisha ya shukrani. Jifunze kuishi maisha ya shukrani. Unapokuwa na shukrani, anisha hautasumbuka na wanadamu. Lakini unapowekeza moyo wako kwa watu, unapowekeza moyo wako kwenye mana, unapowekeza moyo wako kwenye vitu, vinapoharibika, maanake ndani mwako hakuna neno la na Mungu. Lakini kile ukijaza neno la Mungu ndani yako, utamshukuru Mungu kila wakati. Mshukuru Mungu maisha uliyo nayo. Mshukuru Mungu maisha uliyo nayo watu ambao wengine wanatamani wafike mahali ulipo wewe. Usione kama umechelewa, amini Mungu anakuzidishia, amini Mungu anakuzidishia. Shukrani uchochea majibu ya Mungu. Shukrani hutengeneza furaha ya Mungu ndani mwako. Shukrani huinua mtu aliyekata tamaa. Mtu ambaye amejaa shukrani ndani yake Maanake ni mtu ambaye amebeba roho ya imani. Lakini unapokuwa hauna imani, maana unakuwa hauna roho ya shukrani ndani mwako. Mshukuru Mungu kwa kila unachokifanya. Mshukuru Mungu kwa mtaji uliona. Mshukuru Mungu kwa biashara uliona. Mshukuru Mungu kwa maisha unayoishi. Mwambie Mungu ninakushukuru. Mwambie Mungu nasema asante. Unapomshukuru Mungu, maanake Mungu anafungua milango juu ya maisha lakini usipomshukuru Mungu, maana yake utawatumikia maadui zako. Mshukuru Mungu maisha uliyonayo. Amini tu, Mungu anakutendea mambo makubwa. Mungu anakutendea mambo makubwa, na yale mambo yanazalishwa na shukrani. Kama hakuna shukrani, hawezi ukafika mahali popote. Lakini kama mtu amejawa na moyo wa shukrani, maana ni mtu ambaye mwenye imani Yesu anamwambia Masa, Masa, sikukwambia si ukiamini utauona utukufu wa Mungu? Maanake Masa alikuwa hana imani, anajua Lazaro, Lazaro amekufa, lakini Yesu anamwambia sikukwambia, ukiamini tu utauona utukufu wa Mungu. Yesu alipokuja, tunajua maandiko, alikuja kusimama, alimshukuru Mungu, akasema, Lazaro, njoo huku nje, Lazaro akafufuka. Lazaro wa maisha yako Lazaro kwenye familia yako, Lazaro kwenye uchumi wako. Ndipo unapoona na imani utaanza Utaansin. kushukuru mambo, hata mambo kabla hajatokea, okay, utaanza kushukuru kazi, umepata kazi hata kabla hujajiriwa. Maana yake ulimi unatengeneza ndio maana napenda kusema ishi katika maisha ya muujiza ambao unaoona três... katika okay. Mtu anayeona maisha ya kesho, maanake atamshukuru Mungu, maanake anaona kesho ana nafasi kubwa zaidi. Masa hakuamini kwa sababu alitarajia ya kujua Lazaro ameshakufa, lakini Yesu kwa vile aliona Lazaro hajafa, ndio maana alimwambia Masa, alikwambia ukiamini tu utauona utukufu wa Mungu mahali ulipo. Jambo lolote ambalo unaliona kama ni zito maisha yako imekuwa kikwazo maishani mwako. Nataka nikwambie, anza kuona ushindi kati, kati, kati ya tatizo, anza kumshukuru Mungu, tatizo litaondoka, tatizo litatoweka. Lakini unapoacha kumshukuru Mungu maanaake utawatumikia maadui zako. Kumbukumbu la Torati 25 mstari wa 7 mpaka wa 8. Maisha ulio nayo mshukuru Mungu. Hata kama unaona kula chako ni shida, mwambie Mungu nakushukuru. Hata kama maisha yako yanaonekana kama haueleweki, we mshukuru Mungu. Usiwe na moyo wa usiwe na moyo wa kumbukumbu na moyo wa kunung'unika, usiwe na moyo wa kunung'unika kwa kuwa kwa kuwa hukumtumikia Bwana kwa kwa kuwa hukumtumikia Bwana, Bwana Mungu wako, Bwana Mungu wako, kwa furaha na moyo wa wa kumshukuru, kwa furaha na kwa moyo wa kumshukuru. Nitarudia. Ehe, uh-huh. Kwa furaha na kwa moyo wa kushukuru, kwa furaha na kwa moyo wa kushukuru, kwa ajili ya ule wingi wa vitu vyote, kwa ajili ya wingi wa vitu vyote alivyokupa Bwana Mungu. Arobaini na nane inasema, arobaini na nane inasema: kwa hiyo utawatumikia adui zako inasema. Maana yake usipomshukuru Mungu kwa maisha uliyo nayo, maana yake manung'uniko, utawatumikia maadui zako atakaowaleta Bwana juu yako, atakaowaleta Mungu juu yako, wala sio Shetani. Mungu ataruhusu majaribu yatokee, Mungu ataruhusu mambo mabaya yatokee, kwa sababu vile vitu ambavyo Mungu amekupa maisha ambapo unakosa moyo wa shukrani. Maana yake unapomshukuru Mungu, Mungu anakuwa anakulinda, anakuwa anakulinda yako, anajiwekea wigo katika maisha yako, yeye Mungu atashughulika na maadui zako. Lakini unapokosa moyo wa shukrani ndani yako, maana maanake, utawatumikia maadui zako atakaowaleta Bwana Mungu juu yako, uishi maisha gani? Ishi maisha ya imani. Ishi maisha ya imani, ishi maisha ya kumshukuru Mungu. Usitake kunung'unika, usitende kunung'unika kwa jambo lolote. Kuna mambo unaweza ukatamani, ungetamani uishi maisha fulani, ungetamani uwe kama mtu fulani. Wewe sio kujifaranisha na mtu mwingine. Mungu ana kusudi na wewe. Mungu amekuleta duniani, anajua mahitaji yako, anajua maisha yako, anajua mwanzo mwisho. Kinachokupasa wewe ni jambo moja tu, mshukuru Mungu. Umefanya biashara hata kama vile hujafanya kama vile ambavyo ulikuwa unatamani, ni jambo moja tu, mshukuru Mungu. Unapomshukuru Mungu, mara yake unachochea mafanikio yako, lakini unapokosekana moyo wa shukurani ndani yako, mara yake biashara itakufa. mm -hmm. kwa maana maandiko yanasema usipomshukuru Mungu, usipomshukuru Mungu kwa vitu alivyokupa kwa moyo wa shukrani, Bwana Mungu ataleta adui za, adui zako juu yake njaa na, kwa na kwa kiu na kwa, na na kwa, kwa, kwa uhitaji wa vitu vyote na na wa vitu vyote na, na kwa kwa uhitaji wa vitu vyote. Kwa sababu tu umekosa moyo wa shukrani. Nataka nikwambie mahali uliko popote, mshukuru Mungu tu. Unapomtukuza Mungu mambo yataanza kubadilika, maisha yako yatabadilika. Ma imani huwa inazalisha kuonekana ndani mwako kwenye shukrani, lakini inapopotea imani ndani mwako, maana yake hakuna macho ambayo yatakaoweza kuona uweze kushukuru jambo hata kama jambo halijatokea. Nataka nikwambie, anza kumshukuru Mungu kwa lile ambalo natamani mwaka huu akutendee, anza kuliona kuanzia sasa kwenye maisha yako, mshukuru Mungu mwambie Mungu, nakushukuru kwa hili ambalo umenijibu Mungu nakushukuru kwa hili ambalo limetendeka. Mungu nakushukuru kwa kujibu haja ya moyo wangu, kwa kujibu haja ya moyo wangu. Hata kama jambo halijatokea, we mshukuru Mungu. Ndio tunasema moyo wa shukrani huleta furaha ya Mungu. Mtu mwenye shukrani manake ataishi kwa matumaini, akitarajia kuna jambo linatokea, hata kuwa na moyo wa manunguniko lakini mtu ambaye anayekosa moyo wa shukrani, maanake ni mtu ambaye hana matumaini ya kuweza kupokea jambo lolote. Lakini anapoishi mtu katika matumaini na kumshukuru Mungu, maanake atakuwa na raha ya Mungu. Hata sikiliza changamoto za dunia, hata sikiliza ulimwengu unasema nini, kwa sababu ndani mwake kuna matumaini anayoyaona tofauti na wewe unavyomuona. Ndipo tunaposema kuna moyo wa shukrani unaoleta furaha ya Mungu. Anza kumshukuru Mungu mahali ulipo, utaanza kuona raha ya Mungu imejaa ndani mwako, utaanza kuona uzuni umepotea, utaanza kuona Lazaro wako ametokea, utaanza kuona Lazaro wako muujiza wa kazi ametokea. Weye anza kumshukuru Mungu hata kama kuna mahali ulipeleka kazi abarua zako za komba kazi, lakini watu hawajakujibu Swala ni moja tu, wewe mshukuru Mungu, mwambie Mungu na kushukuru kwa kunipa nafasi hii, mwambie Mungu na kushukuru kwa kunipa kazi hii. Mungu unapomshukuru atasababisha Mungu wa afungue mlango juu ya kile unachokitamani. Maana atajua huyu mtu mwenye imani, lakini unapopoteza moyo wa shukurani, ndipo mshukuru Mungu, maisha ulionayo ni maisha ni mazuri watu ambao wako, wako, wako nyuma yako, wanatamani wafike mahali ulipo. Wewe unapokosa moyo wa shukrani, maanake unavunja wao walioko nyuma yao wanaokutegemea. Hata kama uko na changamoto unazidhibiti kwa namna gani, usionyeshe asu, mshukuru Mungu. Mungu, Mungu kwa kuwa kwa hili na umeruhusu imetokea, lakini majaribu na budi lakini jaribu iweze kupotza cha naye, Mungu atafanya mlango wa kutokea jaribu. Kwa nini? maana majaribu yapo, lakini kinachohitajika, lazima usimame katika moyo waka, mshukuru Mungu mahali popote amini tu Mungu anakushudi. Zaburi mia moja ishirini na nne mstari wa kwanza. Kitabu cha Zaburi mia moja ishirini na nne mstari wa kwanza unasema nini? Zaburi 124 mstari wa kwanza unasema nasi. ishirini si na sasa. mstari wa sasa. Mstari wa pili unasema. Mstari wa pili unasema. Kama si Bwana aliyekuwa pamoja nasi. Si kama Bwana angekuwa pamoja nasi. Wanadamu walipotushambulia. Wanadamu walipotushambulia. Mstari wa tatu unasema. Mstari wa tatu unasema. Papo hapo wangalitumeza hai. Hapo hapo wangetumeza kuwa hai. Hasira yao iliwaka juu yetu. Hasira yao iliwaka juu yetu. Mstari wa nne unasema. Mhm. Mm hapo hapo maji ya yangalitu tuka yangalitugharikisha mm -hmm. Mto ungalipita juu ya roho zetu mm -hmm. Mstari wa tano unasema, papo hapo yangalipita juu ya, na ya nafsi zetu maji ya juu ya nafsi zetu, maji ya furikayo, maji ya furikayo. Mstari wa sita unasema, ndio, na ahimidiwe Bwana na, na ahimidiwe Bwana aliyetutoa aliyetutoa kuwa mawindo kwa meno yao, aliyetuokoa aliyetutoa awia katika, katika, katika mikono ya watesi, alitokoa katika mikono ya maadui. Kinachokupaswa mshukuru Mungu. Endelea. Mstari wa saba unasema. Mstari wa saba unasema nini? Nafsi yetu imeokoka kama ndege. Nafsi yetu imeokoka kama ndege. Katika mtego wa uwindaji. Katika mtego wa uwindaji. Mtego umevunjika nasi tumeokoka. Mtego umevunjika nasi tumeokoka. Mstari wa 8 unasema. Mstari wa 8 unasema. Msaada wetu huu katika jina la Bwana. Msaada wetu u katika jina la Bwana. Aliyezifanya mbingu na nchi. Aliyezifanya mbingu na nchi. Bwana Yesu asifiwe. Mahali ulipopokoka. Amini tu Yesu, kuna mambo ambayo anakulinda usiku wa manane. Kuna mambo ambayo umelala usiku wa manane, kuna mambo yanafanyika ni ya ajabu mno no ambayo hayawezi kuelezeka, ambayo hayawezi kusimama, ambayo hawezi ukaweza ukasema. Lakini Mungu wakati umelala, Yesu anakulinda, anakufunika na maadui, anakuepusha na maadui. Ni nini ushindwe kukosa moyo wa shukrani? Lazima ushukuru Mungu kwa kila jambo. Maandiko yanasema, nafsi za wanadamu zilipowaka hasira juu yetu walitaka kutuangamiza. Lakini Bwana alikuwa pamoja nasi. Katika kama mapito yote, Bwana alikuwa pamoja nasi. Kwa nini katika tatizo ambalo leo ni tatizo, anza kumshukuru Mungu. Yesu atafanya njia pasipokuwa na njia. Yesu atafanya njia pasipokuwa na njia. Mahali popote nataka nikamshukuru Mungu. Mambo ambayo yanatokea. Amini tu, ni mkono wa Bwana, ni uwezo wake tu. Amini tu, ni mkono wa Bwana na uwezo wake. Ni mkono wa Bwana na uwezo wake. Baba na kushukuru kwa jina la Yesu.